ni NBC Premier League 2024-2025. Dodoma Jiji wenyeji, KenGold wageni. imechukua alama moja mbele ya JKT Tanzania mchezo uliopita kwa droa mbili mbili, Dodoma Jiji pale jini Dar es Salaam, lakini hiki ni kikosi cha wenyeji. Mwaterema na Milandu walianza dhidi ya JKT Tanzania, alianza Dickson Muhilu pia lakini, leo hayupo kabisa mchezoni ikila kitu kiweze kuwa vile ambavyo inatakikana. Hawa ni KenGold Castle. Orius Mwagama alikuwa kwenye akiba akianza uh, bench Amini akianza, Musa Malika dhidi ya Azam, lakini leo amerejea, anasema kabumbu lianze sasa. Muamuzi wa mchezo na mali wakianzisha Dodoma Jiji. Ni Dodoma Jiji dhidi ya KenGold, mpira ni mali ya KenGold, napambana Moipopo ilipopita Peter Kasunda yuko pale, Mwana Kibuta David pambana kuhakikisha kwamba mali nakuwa ya Dodoma na anakwenda kupeleka presha kwa Ken Gold. lakini taa zimezima, moja kati ya nguzo za taa zinazopatikana katika uwanja wa CCM Jamhuri Dodoma na sababu kubwa ni ndege inatua katika uwanja huu, mambo ya kitaalamu na teknolojia hayo yanayopelekea uwanja wa CCM Jamhuri kuzimwa taa, pengine isichanganye kati mwingine, tas huwa zinatumika wakati ndege inapotua katika viwanja hivyo. Hii isilete mushkeli kecha. <laughs> nzuri sana ee ya Tanzania ameuondosha mpira kwenye eneo lao. Dodoma Jiji malini ya KenGold wametoa boko. Paul Peter Kasunda, wow Nice, save kutoka kwa Kasta Orius mwagama wako salama KenGold, vinginevyo ilikuwa ni hatari. Wanaipeleka Dodoma Jiji kwa KenGold katika namna ya kuzuia hapa, ambokishe alitoa boko ikakutana na Paul Peter Kasunda na akafanya uamuzi sahihi katika eneo sahihi. Galiwango anainua cross, ile iko ndani ya box, amemtengia Mwana Kibuta David Nicole kick, walikaribia kupata maumivu KenGold. Mwana Kibuta David ilikuwa ni kama amesetiwa na hakuwa na yana, alifanya jaribio kadri ya vile ambavyo aliona inawezekana. Nyota kimataifa kutoka Kongo, Joseph Wambokege. Joseph nafasi hapa kwa Seleman, ameiacha kwa Kiala, megonga mwamba, bado Joseph Ambukege Ambukege, niko kick Joseph Ambukege, yani Joseph niende tu. Joseph Ambukege hali kuzaa matunda, pia ikawa ni off target. Walisha kubali Dodoma Jiji. Joseph Ambukege akasema wacha nijaribu hapa hapa, ni surprise. ngeleka mwana ndani ya box, mwana ameisetile kwa Rusajo, mwaka asegule Relian Tonje kwa Idi Salmini Hosa ndani ya box, mwamuzi Afrika mkwaju wa penalt. Idi Salmin Hosa amekwisha waponza KenGold, aliwekwa chini namna hiyo, pasi ilipenyezwa ile, Idi Salmini Hosa kaichota Mchezaji wa KenGold alipambana kuhakikisha kwamba mgusi Kipagwile ameshindwa. Kwa shujaa Kasa Orus Mwagama, safari hii, what a celebration! Ana bounce ale nengeleka katembua. Ni Idd bahati Kipagwile, angefanyaje Kipagwile zaidi ya kupeleka mpira pale alipopeleka. Jitihada za Mahagama hazikuzaa matunda. Tatu kona kwa Dodoma, mbili ni kwa KenGold. Wameanzishiana, inaunganishwa, cheza hede ile, oh anaifuta na ku... Alengeleka katembua anaifuta. Alijaribu Faraji Mohamed Kayanda, alitumbukiza hii Rogers Fred Gabriel, lakini umahiri wa Alengeleka katembua unaweka salama Dodoma Jiji. Dodoma Jiji wanatafuta bao la pili, achia mkwaju ule, anacheza Kasta Orius Mwagama hey. Kama hata itwa shujaa Kasta Orius Mwagama itakuwa ni kuto kutendea haki mpira, licha ya kuwa tayari ameruhusu bao moja, lakini ameokoa na mengi. Ken Gold amekontrol mpira ule, ni mali ya Ken Gold. Dakika 45 za kipindi cha kwanza zinakamilika, kutoka uwanja wa CCM Jamhuri Dodoma. Ligi kuu ya NBC imewakutanisha hapa KenGold na Dodoma Jiji. Alengeleka Katembua ametoka salama, hajaruhusu bao katika lango lake. hazitawaondoa katika ile nafasi ya mwisho kwenye msimamo wa ligi. KenGold, karibu sana na safari ya kukamilisha dakika 90. Imeanza namna hii, Dodoma Jiji dhidi ya KenGold. Mpira kwenye umiliki wa Dodoma Jiji Franc Mohamed Kayanda Kayanda Kayanda. Wow. Amepaka mafuta lane gereka akatembua wakati ambao alionekana kuwa ni nyepesi, lakini ilikuwa ni nzito. Nyota mwenye mabao kumi na manne under 17 ligi ya vijana, anachokionyesha si bahati mbaya, yuko senior team. Anautumbukiza mpira ule. Suleiman Rashid amewekwa chini mchezaji wa KenGold na mwamuzi anasema hapana. <laughs> Mwamuzi anasema hapana na anakwenda kutoa maelekezo, kwanini ameamuru kwamba ule mpira uchezwe kawaida na iwe ni faida ya Dodoma Jiji. Ilitumwa kona ile, kuna namna alidive ambukege. Ni kweli alishikwa jezi, lakini namna alivyoanguka vilitosha kumwambia mwamuzi, hapana, yule ananiongopea. Ambia hapana, amerusha haraka mno kwa namna ambavyo haitakiwi. Suleiman Salim Rashid, ambia rudia tena cross ile ile, Kasunda arudia tena. Wow, anapiga msumali mbaya kwenye mioyo ya KenGold kuichoma dhahabu Dodoma Jiji, na wala hashangilii KenGold. Ilianzia hapa, Kipagwile aliutuma mpira ule, anafunga na kuasisti leo, ulipelekwa mpira katika engo ngumu. Dhahabu zinapitishwa kwenye moto mkali. Wametafuta sana bao KenGold, lakini wanaoyapata ni Dodoma Jiji. Paul Peter Kasunda anaandika bao la nane. Kipagwile anatumbukiza krosi nyingine ile tena, bao la tatu! wow! mwana kibuta David anazamisha kabisa. Jahazi la KenGold imepigwa na mawimbi makali, jahazi ya KenGold katika bahari ya ligi kuu ya NBC. Bwembwe za alengeleka Katembu akijua na clean sheet ingemwambia nini? Idi Salmini Hoza anafurahi. Ni bahati. Kipagwile yule yule alitengeneza matatizo haya, aliupeleka mpira ambao walijaribu kukaa sawa KenGold, lakini Mwana Kibuta David akasema lasha, sijawahi kuwa na masihara katika mazingira haya. Bao la tatu wanawasukuma kwenda chini na kubaki walipo, KenGold. Akawauliza Dodoma, mnataka nini zaidi? alichofanya wanawev mashabiki wa Dodoma kwa jinsi ambavyo wao wanajipambanua, ukiwatazama uwanjani. Wamepata free kick mkurimu Isa Abdalla. Alama tatu zimebaki nyumbani, mchezo wa nane wanashinda katika uwanja wa nyumbani Dodoma Jiji ikiwa ni asilimia mia ya mechi walizoshinda katika mechi 25 ambazo wamekwisha cheza mpaka sasa. Kasta Odus Mhagama hakuwa na wakati mzuri leo, ameruhusu kamba tatu, na wanapeana pongezi Dodoma Jiji. Augustino Samson Insata alikuwa imara eneo la ulinzi kuhakikisha kwamba wapati bao KenGold, lakini ikawa ni wakati mbaya sana kwa kina Rogers, Fred Gabriel safiao ya ulinzi